Habari, karibu SEMA. Tuseme ukweli bila chujio. Je, ngono ni zaidi ya raha? Leo tunazama ndani zaidi kwenye athari za ngono kihisia, kiakili na za maisha. Ngono inaweza ikaathiri maisha yangu kwa sababu ni physiological part ya mwili wa binadamu na nahitaji kutimiliza hilo lioweza kufanya vitu vingine, kwa sababu nikishakuwa na vitu vingi nikawa iko pia sikifanyi naweza nikashindwa kudeliva kwenye vitu vingine. Inatuepusha na vitu vya ajabu, kwa mfano masturbation. Inaboresha afya ya mwili na akili, lakini nikizingatia vigezo na masharti binafsi. Naamini ngono iliwekwa kwa ajili ya wenza au watu wawili ambao wana malengo ya kuwa pamoja. Hapana, ngono haiwezi kuathiri maisha yangu. Mimi kama kijana nahitaji kupata familia na siwezi kupata familia nikawa kama Yesu kanabikila Mariamu, no Lazima nifanye ngono ili ni make connection na mahusiano yangu. Kwanza, ngono inatumika kama ni kiunganishi cha upendo kati ya mtu na mwenza wake, na ka husiano huo husaidia kuweka uelewano na ushirikiano katika mambo mbalimbali. mmoja maisha yangu ni kwamba okay. Ngono pombe, mimi binafsi yangu tena ni influence kufanya vitu vingine kwa ufasaha zaidi. that is nikianza na sababu ya kibayolojia, tunaamini kwanza kwa wanandoa gono mnapoitumia in vizuri inakusaidia kupunguza msongo wa mawazo. Ngono mimi sio kipaumbele, sio kitu ambacho nafanya au kitu ambacho nakiishi kukifanya unapokuwa na mwenza wangu ambaye na malengo naye au unapokuwa na mengea naye kwenye ndoa ngono ina tija kubwa sana kati yetu au katika kudumisha mahusiano yetu. But also it could be a place of getting to know each other more better when you're discussing your securities um, perhaps if traumas are included or anything in that so it has a positive impact in our lives. Kuna baraka ambazo zinakuja na ngono kama vile watoto, na naamini ni kitu ambacho ni positive katika maisha, kulingana kinafanyika wakati gani na nani anahusika katika hilo swala.